Choma magari anayechoma shell unaweza ukampelekea gari la washawasha washa? mtu ambaye ana silaha anaua askari. mtu ambaye ambaye ana ana silaha silaha anaua askari askari unaweza kumtumia njia gani? Ili swali tuwaulize kwanza Umoja wa Ulaya, tuwaulize Marekani, mtu anayefanya matukio hayo tunaweza tukafanyaje? labda kwa sababu, lakini nje ya hapo nasema as a president amezungumza jambo ambalo ni la kiraisi ni jambo la kimamlaka ya rais. Rais hawezi hata siku moja kwenda kulialia kwenye media kwamba jamani unajua wanangu e, ya, tuna rais wa nchi, tuna mkuu wa majeshi, tuna mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, tuna mkuu. Yeye ndio rais wa mwisho. Yeye rai, ye ndio raia namba moja, na yeye ndio mwana diplomasia namba moja. Na rais ni, ni, ni, taasisi. Yule anaye simama ni rais tu kama yeye, lakini ni taasisi pale. Pana watumishi zaidi ya 300 na kitu vichwa vimekaa pale Ikulu, na wanaokaa pale sio mambugila yaani brain yote tunayoona imekaa imeizunguka Ikulu ni brain ile ambayo naomba hii imechujwa. Watumishi 300 na kitu wanajadili. Maana hiyo ni wizara kamili. Sasa unataka kuzungumze nini? Yaani rais aende ya pale aseme jamani, eh, na kwa taarifa yako serikali huwa huwa haijishusha haiombagi radhi duniani kote. Serikali huwa haziombi radhi. Ila huwa zinakiri matatizo tu. Ni maana unaona serikali inazungumza kidiplomasi. Kitendo cha rais kukiri kwamba kuna matatizo, kukiri kwamba tuponyane kukiri kwamba waliopata majanga na wapeni pole tuuguzane tuponyane wenyewe, kaka, ni, ni, ni, ni kauli ambayo hakuna serikali duniani inaweza kuzungumza hivyo. Hakuna serikali duniani inaweza kuzungumza kakiri na kuomba yani, kwa lugha rahisi serikali imepiga magoti mbele ya wananchi. Sasa mwananchi asiyejua wa anasema, wakili. Kwanza wakili, unaniambia wakili nini? kwani unataka wakili nini? Yaani maana yake kukira, nataka waone sema jamani, sisi tumetoka madarakani tulisababisha haya jamani? Hiyo sio serikali, kitakuwa kikundi cha wauni. Serikali pale ndio imekiri ndio imepiga magoti, na ndio maana sasa maona imechukua hatua, inaunda tume tayari, inaonyesha inachukua hatua.